Kwanza nasema kwamba mwanadamu alizaliwa na mwanamke, mwanadamu alizaliwa na mwanamke. Mwanamke, kuna kitu natokiwa kukiza. Yes, haleluya. siku zake za kuishi Ah. Uliposema nikiwa mkubwa nitafulai. Hayo umekuwa mkubwa umefulai, unakuja kugundua shetani alianza kukuwinda hapo. Ndio maana kuna watoto walipozaliwa kwenye familia wazazi waliachana. Mzazi mmoja alifukuzwa kazi, mzazi mwingine alikufa. Kwa nini? Ili ningi kilichozaliwa hiki kilichozaliwa hiki kisi ishi kama Mungu amen anavyotaka. Chapia makofi. Ndio. Kama mbegu zilizopo azitendi haki, Mungu anaweza kuangamiza wote. Yes. Kwa sababu ya viongozi Yes. Utasoma Danieli sura tisa. Yes. Uh -huh. Walikuwako duniani siku zile, siku zile tena. Uh -huh. Baada ya hayo. Uh -huh. Wana wa Mungu wa, wana wa Mungu Mungu wa walipoingia. Kwa Kwa kwa binti binti za wana... za wana nao. Wakazana, wa Wakazana Wakazana. Leo kuna mbegu unatengeneza ya kishetani ya majini. Wengi tumefundishwa kwamba kwamba kuna majini mahaba sio hivyo? Kwa mna na wachawi mahaba hn aha

kutoka kule amekata tamaa. Hey, wanawake mna karama. Maisha mwanamke, acha kuwaza kufa. Tunahitaji kutengeneza taifa bora, taifa zuri. yes. Lakini nani atakaye simama kci ya watoto wetu ya mabinti zetu? Kumbuka vita iliyoko hapo wana Mungu wameona mabinti za wanadamu Yeremia yeah, anasema wamama wafundishwe mabinti kuomboleza unaelewa hiyo vita? ani vita iliyopo shetani anatengeneza napiga binti alafu shetani huyo anafunga uchumi wa mabinti shetani huyo anapiga uchumi wa vijana huyo ah, anakumbuka ngome ikasemaje? Tutahakikisha vijana wote wanakosa hela. Yes. Afu mabitu wakosa kuoa. Hiyo vita ilishaanza tangu mwaka jana mwezi wa tatu. Amen. Vijana wa kiume hawana hela, maisha yako ni makuu Yes. Na wakijiuliza hata wao wenyewe wajui kwa nini wamekosa hela. Kazi wanafanya kwa bidii

Siku zote tena kusema usije ukakubali kukopwa. Amina. Amen. Narudia tena. Vitu usije ukakubali kukopwa. Amina baba. Jua kikuu wa samani. Yes. Hata yule kijana anayesema kwamba mimi nitakulipia ndugu. Ndio. You... Ushangongo za kike uzumi nyewe ambao ameshangua. Hivi yes. Machinga kikopesha nguo unaweza kumlipa kwa haraka? Hapana. Kwa nini si usimlipe kwa haraka? Sabisha. So Sabisha bidhaa. Halo, usinyokakubali kukopa. Narudia yes. Na tena Amina. Na kijana asije kwako akomele peleke ukweni, afike kwa baba mkwe. Baba mkwe, mimi najua kunena kwa, kwa lugha yes. Bwana Yesu so asifiwe, ninaongea kitu ninachokijua. ikiwa Yakobo ndio Israeli ya yes. alikwenda kwa mjomba wake ambaye ni mzee Labani, alivyotaka kupewa mke mzee alimwambia tumika miaka sa

No. mchungu Yes. kufundisha watakuwa na msimamo na na na hasa kwa binti Lawi na Simeoni ikifika mbinguni. Kwa nini walikwenda kuua wanaume wote wa nchi ile? Mtoto wa Yakobo, Yakobo alikuwa na watoto kumi na mbili, kwa nini kumi na tatu? hnau hata huyu wa kumi na tatu huyu alikuwa ni binti. Yes. Dina. Waneso sibi? Amen. Nasema kwamba, sisi hatuwezi kuchanganya mbegu. Sisi hatuwezi kuchanganya? Mbegu. Unatoka tu yu dada changanya tu, tu dada wako ameolewa. Yu kwa vijijini kule anateseka we. Hata kupigia simu hamna unaendeleaje huko? Ndugu wenye meka hivi. Wadamu kai hivi. Umoja ni nini? Nguvu. Ni nguvu. Jesus. Leo shetani ameondoa upendo kwa wengi. Yes. Wasomi wanasema ukitaka kumla tembo ule kidogo kidogo. Yes. Ujikutaje ye ndugu nyie ampe ndani. Yes. Kwa sababu shetani ameshavuruga mbegu. Yes. Mbegu. Hata ukiona mtu ameingia kwenye atua ya kuona uivu. Hayabagiza daraja hilo. Na kuwa mchawi. Yes. Wao wako kwenye daraja gani? Ukiwa na una wivu ujua bakiza daraja hilo, na kuona tusaidi isikia kuomba kupiga mbegu. Kuna mbegu ambazo hazitaki kuishi kwenye dunia, zipige, zipige, zipige. Kuna mbegu ambazo zikiishi duniani hapa ndiyo <coughs> Alimwona tukubali Mungu akuponde ponde akufinyangi akutengeneze. Kabisa. Kwa mbegu itaki kuishi duniani ya Yes. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Uwe ni wewe. Ndio. Kwa mbegu itasaliwa hiyo mbegu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio Mungu leo akubadilishi hiyo mbegu ya Mungu. Amen. Kwa mbegu so ya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tuifike kipindi ukubali kwamba mimi sio mbegu ya Mungu. Yes. Bila nahitaji Mungu.

simu. Baby hello. Ndio ja, kupigia baadaye. Niko kule kitu nataka nikwambie. Uliona laki na nusu. Huko kuna laki tatu na nusu. Ngoja nikwambie na laki tano uje uchukue. Huko kwenda kwenda kuchukua. Huko kwenda kwenda kuchukua. Ah, promise. Huko kwenda kwenda kuchukua. Unafikia baba, ningefanyaje mimi nimefika tu kufunga mlango. Wewe uko na takiemo. Usikie kwa takiemo.

Nani upo tayari kupondwa pondwa kufinyongwa upya? Nani upo tayari kutengenezwa upya? Hiyo ufike wale kushuni wa Mungu lazima kubali kutengenezwa, lazima kubali kufinyongwa. Lazima kubali. Mungu aliniambia uumbaji unaendelea. Hiyo. Biko, Mungu anasema wewe ni hekalu atakili ilivyo hekalu hili ni hatari. Yes. Shetani yes, amekuharibu. Amehibu mwili wako, amehibu maono yako, amehibu kila kitu chako. Ndio. Mimi nataka leo mbegu, mbegu. Amina. Mbegu. Yes. Nimwambia Bwana hata kama mimi sio mbegu yako, nahitaji unifanye kuwa mbegu yako. Amina. Hao wapi nimeomba ni muda? Amina. Superior. Walisonge Yes. vile? Amina. Walisonge vile? Amen. Ee Bwana nifinyange? Ndio. Finyange. Yes. Yes. Walisonge vile? Amen. Soma Zaburi 51:1-5. Zaburi Mbegu wewe mbegu ya wapi? Kwa nini mashetani wanakushika na kukutesa mama yangu alinichukua mimba. yn